Mkutano huu ulitambua mchango wa nchi mbalimbali katika kutekeleza haki za binadamu na haki za akina mama na haki za watoto na maendeleo kwa ujumla. Sisi Tanzania tulipewa tuzo mbili. Tuzo ya kwanza ilikuwa ni katika ustawi wa jamii kwa ujumla wake, kwa maana ya huduma ambazo zinatolewa kama ni elimu kama ni afya, na tumetambulika katika miaka kumi na tano iliyopita yale malengo ya milenia. Lakini pia mikakati yetu ya kitaifa tumetambuliwa kwamba tumekuwa tunatekeleza hilo kikamilifu na tume tumeonekana. Ya pili ilikuwa ina, inahusu hizi hizi haki za kina mama. Tanzania tumepiga hatua kubwa sana katika kushirikisha kina mama katika maamuzi, katika uh, uongozi iwe ni bungeni iwe katika serikali na taasisi mbalimbali. Kwa hivi hilo tumetambuliwa, na ingawa kila nchi nayo ili, iliguswa na kutambuliwa kwa lile alilolifanya, lakini sisi kama Tanzania tulikuwa kati ya zile nchi tano bora katika bara la Afrika katika eneo hilo.